Wanahabari mkoani Iringa wameadhimisha kumbukumbu kumbu ya kifo cha aliyekuwa mwandishi wa klabu ya waandishi wa habari mkoani humo IPC marehemu Daudi Mwangosi kilichotokea miaka mitatu iliyopita tarehe kama ya leo eh, kwa kutoa wito kwa waandishi wa habari nchini kutumia vyema taaluma yao katika kuimarisha umoja na mshikamano miongoni mwa jamii ya Watanzania hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 25. Marehemu Daudi Mwangosi, ambaye pia alikuwa mwakilishi wa kituo cha habari cha Channel 10 mkoani Iringa, aliuawa kwa kupigwa na kitu kinachosadikiwa kuwa ni bomu katika vurugu kati ya jeshi la polisi mkoani Iringa na wafuasi wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, katika kijiji cha Nyololo, wilani Mufindi, mkoani Iringa, wakati viongozi wa chama hicho walipokuwa katika harakati za ufunguzi wa matawi katika eneo hilo. Clement Sanga ana taarifa kamili. Akizungumza na Channel 10 katika mahojiano maalum, katibu wa klabu ya waandishi wa habari mkoani Iringa IPC Bi Tukuswiga Mwaisumbe ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati maalum ya kuratibu siku ya kumbukumbu ya Daudi Mwangosi amesema waandishi wa habari kama ilivyo kwa wanataaluma wengine katika jamii wana wajibu wa kusimamia misingi ya taaluma yao sambamba na kufanya kazi kwa weledi mkubwa ili kuepusha misuguano ya mara kwa mara na mamlaka nyingine katika jamii. Kumbukumbu hii kwa mwaka huu imekuja kwa wakati maalum kabisa, wakati ambapo tuko katika mchakato wa uchaguzi, kwa uchaguzi wa kuelekea uchaguzi wa Oktoba kwanza kuzingatia maadili katika kuandika habari, kuepuka ushabiki, kuzingatia maadili, kuepuka habari za uchochezi. Tukiwa tunaadhimisha miaka mitatu ya kifo cha mwandishi wa habari mwenzetu Daudi Mwangosi, ni vema waandishi wa habari tuka lile tukio likatufunza mambo kadhaa, mojawapo ni kuandika ukweli katika tukio lolote ambalo tunakwenda Ukweli utaweza kutuweka huru waandishi wa habari wa na kutuweka salama zaidi, lakini pia kuna tatizo lingine ambalo waandishi wa habari unapaswa kujifunza na kukanao pembeni, fuate maadili, tusijiingize sana kwenye vyama. Usalama kwanza, habari baadaye, hii ndio slogan ambayo tunaitumia katika kuhakikisha waandishi wa habari wa tunafanya kazi zetu vizuri, kwa maana ya kwamba kama kutakuwa kuna mkutano wa kisiasa mwandishi wa habari, ni wajibu wetu kwenda kutafuta habari kama hiyo, lakini unapofika maeneo yale unajaribu kuangalia viashiria vya hatari. Aa, mwaka huu tunaelekea katika uchaguzi mkuu, kuna kila haja ya kwetu sisi kama wandishi wa habari kuweza kuangalia tulikotoka na tunakokwenda, lakini pia kuweza kujitathimini kwamba utendaji wetu wa kazi unazingatia maadili, tunaondokana na, tunaondokana na ushabiki wa vyama tunatumia vyema taruma yetu ama tunatumika katika taruma. Kutoka Iringa, Clement Sanga, Channel 10. Uandishi wa habari nchini wametakiwa kuchukua tahadhari wakati wa kufanya kazi zao, hususan katika kipindi hiki cha kampeni kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 25 mwaka huu. Victoria Robert ana taarifa zaidi. Akizungumza katika kongamano la kumbukumbu kumbu ya kifo cha aliyekuwa mwandishi wa habari wa kituo cha televisheni cha Channel teni Daudi Mwangosi aliyefariki akiwa kazini, rais wa mmoja wa vilabu vya waandishi wa habari nchini Bwana Kenneth Simbaya amesema waandishi wa habari ni nguzo muhimu, hivyo vyombo vya dola vinapaswa kujitathmini na kuhakikisha kuwa uhuru wa kupata habari unaheshimiwa na mamlaka zote. Bwana Simbaya amesema katika kukumbuka siku hiyo muhimu ya kumbukumbu ya kifo cha Daudi Mwangosi ni muhimu kujitathmini wakati huo, katika kuripoti kazi za uchaguzi mkuu, hasa kwa kutokuonyesha ushabiki wowote wa vyama. Kumbuke mwenzetu Daudi Mwangosi, kama nilivyosema, alipoteza maisha akiwa anatekeleza wajibu wake ambao jamii jami ilikuwa inamtarajia aitekeleze lakini, kwa sababu moja ama nyingine ambayo sisi bado hatujaifahamu, ama kwa maslahi ya kundi fulani ama jamii fulani ambayo bado hatujayafahamu, mwenzetu aliuawa. Tunachojua hakujiua, tunajua aliuawa kisha yako mwandishi wa habari. Kwa hivyo, wakati tunafanya kazi kwenye mazingira ya aina yoyote, tuangalie kwanza umuhimu wa maisha yetu, tuna haki ya kuishi. Na pengine niseme sisemi kwa sababu ya Mwangosi, nasema kwa sababu ya uzoefu na historia katika nchi nyingine Ka. kifo cha Daudi Mwangosi, mwandishi kama sisi ambaye katika historia ya Tanzania ndio mwandishi wa kwanza kuuawa na jeshi la polisi, tena akiwa anafanya kazi yake ya uandishi. Kwa hiyo tumekutana hapa ili kumkumbuka, na katika kumkumbuka, mbele yetu tuna mambo makubwa yafuatayo. Jambo la kwanza e, tunafanya nini kuhakikisha waandishi wa Tanzania hawapati shida? Marehemu Daudi Mwangosi alifariki Septemba 2 mwaka 2012 akiwa anatekeleza majukumu yake ya kikazi huko mkoani Iringa, katika kijiji cha Nyololo Mufinga, na kuacha mke na watoto wanne. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu Daudi Mwangosi mahali pema peponi. Amina. Kutoka Dar es Salaam, Victoria Robert Channel 10.